Shalom aleikum. Amani iwe na kila raia wa ufalme popote mnaponisikia duniani. Mimi ni Dr. Gunewe, balozi wa serikali ya mbinguni hapa duniani. Leo naomba nikushirikishe ujumbe muhimu sana kuhusu nguvu ya serikali binafsi ya mtoto wa ufalme ndani ya ufalme. Nguvu ya serikali binafsi, yani personal government ya mtoto wa ufalme ndani ya ufalme. Sasa ni muhimu sana kufahamu kwamba kila mtoto mmoja wa, wa, wa, wa mfalme wa mbinguni yani mfalme yao Elohim ni serikali binafsi inayomwakilisha mfalme huyo wa mbinguni. Na lazima tufahamu kwamba uwakilishi wetu kama serikali saidizi ya dunia mmoja mmoja ni kwa mtu mmoja mmoja, na si katika makundi makundi. Ndio maana maandiko katika katiba ufalme yanasema katika ile Wagalatia 6:5 kwamba kwa maana kwa kila mtu ataochukua mzigo wake mwenyewe. Kwahiyo nivyema kila mmoja akafahamu kwamba kila mtoto wa Yahweh Elohim ameumbiwa uwezo wa kiserikali ndani yake, kama mfalme kamili mwenye mamlaka yote duniani na uwezo wa kusababisha vitu kutokea. Na kila mtoto wa Yahweh Elohim ameumbiwa kusudi, yani kazi maalum ambayo ndio kiti chake cha kifalme, yaani anatawala dunia katika eneo lake la kusudi. Kwahiyo kila mtoto wa mfalme Yawe Elohim ni mfalme kamili anayejitegemea na kujitosheleza kwa ajili ya kuiletea dunia matokeo. Ndio maana hatutakiwi kuishi kwa makundi au kuishi kwa vikundi. Ndio maana si jambo la uh, muhimu au ni jambo baya sana kama mtu ataishi kwa mitazamo, taratibu, miongozo, e, falsafa za kidini na madhehebu. Maanake ni kwamba miongozo yote unatakiwa kuipata katika usiri wako wa ufahamu na ushirikiano wa Baba yako wa mbinguni, kwa sababu yeye ndio anayejua kusudi lako na mpango wako wa kila siku na vile unavyopaswa kukamilisha. Ndio maana katika ile Wakorinto wa kwanza tatu kuanzia ule mstari wa kumi hadi mstari wa kumi na tano inaweka wazi juu ya kazi ya kila mtu moja moja. Anasema kwa neema Elohimu aliyonipa niliweka msingi kama mjenzi stadi na mtu mwingine anajenga juu ya huo msingi, lakini anasema hapa, lakini kila mmoja inampasa awe mwangalifu jinsi anavyojenga juu yake. Unaona, kila mmoja anapaswa kuwa mwangalifu anavyojenga ufalme katika dunia hii, kwa maana ni swala la mtu mmoja mmoja, sio swala la makundi mbalimbali mbali, au mmoja mmoja. Anasema kwa maana hakuna mtu yeyote awezae kuweka msingi mwingine wowote isipokuwa ule uliokwisha kuwekwa ambao ni Yesu Kristo Mfalme, baba yetu Yesu Kristo ameweka msingi na sisi mmoja mmoja, kama watoto wa ufalme, kila mmoja akiwa na kusudi ndani mwake ili kukamilisha uh, kazi ya dunia kwa ujumla. Maanake kusudi la mmoja mmoja anatembea, kila moja kwenye kusudi lake kazi yake moja moja, alafu ndio inatimia lile muunganiko mkubwa, kwa kwa sababu kila moja kitu chake kwa ajili ya kuleta ka kitucake uh, muunganiko katika dunia hii, baada ya kila moja kutimiza kazi yake. Anasema kama mtu yote akijenga juu ya msingi huu kwa kutumia dhahabu, fedha, mawe ya thamani, miti, majani au mnyasi, kazi yake itaonekana kuwa ikoje, kwa kuwa siku ile itadhilishwa; kazi yake itadhilishwa kwa moto, na moto utaupima ubora wa kazi ya kila mtu. Unaweza kuona ni kazi ya kila mtu. Nasema kama kile alichojenga kitabaki, atapokea tuzo. Kama kazi ya mtu itateketea, atapata hasara, ila yeye mwenyewe atasalimika. Unaweza kuona ni kazi ya mtu mmoja, mmoja. Ndio maana hili ni muhimu sana watu kuelewa uwezo wa serikali binafsi na, na umuhimu wa kila mmoja kuisha au serikali yake binafsi kwa msaada wa serikali ya mbinguni. Ndio maana kila mmoja duniani anauishi na kujenga ufalme kibinafsi, na kazi ya kujenga ufalme itapimwa kwa mtu binafsi na sio katika makundi. Ndio maana ni hatari kujiwekeza nguvu katika makundi haya ya dini, dhehebu, vikundi mbalimbali, na ukategemea uishi kwa mtazamo wa hivyo vikundi uta Uh, utaaribikiwa uta, uta utapoteza focus au ile kile kitu ambacho ulichokusudiwa ili kukizalisha duniani. Na ndio maana kazi ya Injili ya ufalme sasa ni kuisha uwezo wa serikali binafsi ya mtoto wa ufalme ili kuishi na kujenga ufalme hapa duniani kwa mtu binafsi. Sasa madhara ya dini, dini shida yake kazi yake ni na madhehebu ni kuua uwezo wa serikali binafsi wao wanachotaka ni kumuingiza mwanadamu kwenye mtazamo wa kuishi katika wajibu wa makundi ili wakuondoe katika ule wajibu binafsi ambao uliopewa na Baba yako mbinguni, kitu ambacho kinaua uwezo wa mtu binafsi na kusudi lake binafsi, kama kazi maalum aliyowekewa kuikamilisha duniani. Na ndio maana ni muhimu sana wewe kuzingatia fuatayo kwamba usiishi kwa kuongozwa na watu wala makundi ya dini wala uh, madhebu hiyo eh, itaua uwezo wa serikali yako binafsi na utashindwa kujua kusudi lako. Ishi kwa kuongozwa na serikali ya mbinguni kupitia mfalme loo mtakatifu. Lakini pia kwepa kuishi kwa makundi au kufikiri kwa makundi au kupata ufunuo kwa makundi. Jifunze kuwa peke yako kiufahamu, eh, huku ki, unajitenga unaji, unaji, unaji, unaji eh, na hayo makundi unakuwa mbali kabisa, lakini pia unaunganisha ufahamu wako na baba yako wa mbinguni ili wakati wote uchote ufunuo utakao kusaidia kuishi mipango na matakwa yake, sawa sana vile alivyokukusudia, kwa sababu wewe ni serikali binafsi ambayo utakuwajibika kwake. Kila mmoja atawajibika, na ndio maana injili ya ufalme imelenga kuwatoa, kuwajengea uwezo mtu mmoja mmoja kiufahamu, ili aweze kuwa na ujazo kamili na uwezo ule wa kiserikali ili aweze kama mtawala aweze kuweza kuleta matokeo makubwa. Lakini dini na madhehebu na mitazamo ya makundi inaua uwezo wa mtu mmoja mmoja, hiyo ni hatari sana. Pia anza kuelewa kwamba Yawe Elohim ni Baba yako mzazi na dunia ndio eneo lako la urithi na la kutawala kama mtoto wake, na amekuleta duniani kama mfalme kwa ajili ya kuitawala dunia na kufurahia mali zote zilizopo duniani. Na umeumbwa kwa namna ya ajabu na uwezo mkubwa sana kama mtu binafsi unayetakiwa kufanya matokeo makubwa sana kwa msaada wake. Hilo ni muhimu sana kweli, lakini pia hakikisha ufahamu wako wakati wote unajitegemea katika kila eneo kwa msaada wa mfalme Roho Mtakatifu. Yeye ndiye anayepaswa kuwa mshauri wako wa mwisho katika maisha yako binafsi. Usikubali kuishi kwa utaratibu wa makundi, kama utaratibu huo haupo kabisa katika mpango au matakwa ya baba yako mbinguni, utaua serikali yako binafsi. Ndani yako yupo mfalme Roho Mtakatifu, yeye ndiye baba yako aliyeumba mbingu na dunia aliyekuumba pia na kuzaa wewe. Ana usahihi wote katika maisha yako. Shirikiana naye ndani yako katika kila jambo, ili akusaidia kukuza uwezo wa serikali yako binafsi, ili uweze kuleta matokeo makubwa sana duniani na kupata urithi wako wa asilimia mia moja hapa duniani kama sehemu ya familia ya kifalme ya mfalme wa mbinguni. Wagalatia 5:12 inasema, kwa hiyo nasema fanyeni kila jambo mkiongozwa na Roho Mtakatifu, wala mtaitekeleza kamwe miongozo au miemko ya mwili. Maanake wanadamu hawatapata nafasi katika kuweza kutekeleza, yani kuingizia uharibifu wao, maana ukiongozwa na yeye utakuwa sahihi, wala wanadamu hata kuwa na nafasi tena. Lakini Warumi 8:13-17 inasema, kwa maana mkiishi kwa kufuata mwili, yani kwa wana, kwa kufuata wanadamu mtakufa maana lakini kama mkiyaua matendo ya mwili kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu mtaishi, manake ndani utaishi utapata maisha ndani ya ufalme, kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Elohim hao ndio watoto wa Elohim. Kwa maana hamkupokea roho ya utumwa iliyowatia tena hofu, bali yani mlipokea roho ya uana, yani ya kuwa mtoto, ambaye kupitia huyo Roho Mtakatifu aliye ndani yetu utufundisha kumlilia na kumwita Abba, yani babu. Roho mwenyewe utufundisha nafsi zetu ya kwamba sisi ni watoto wa Elohim. Basi ikiwa sisi ni watoto ni watoto basi tu walithi walithi wa Elohim walithia pamoja na Kristo. Maanake unaweza kuona muunganiko wa urithi wetu maisha yetu na ustawi wetu ni pale ambapo tunaposikiliza na kuongozwa na baba yetu wa mbinguni, mfalme ya Elohim kupitia mfalme Roh Mtakatifu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa, lakini Wagalatia tano, ishirini na tano, inasema kwa kuwa tunaishi kwa kuongozwa na Roh Mtakatifu, basi na tutembee kwa miongozo ya Roh Mtakatifu. Kwa kuwa tunaishi kwa kuongozwa maisha yetu yanapaswa kuongozwa na baba mzazi wetu ambaye ni mfalme roho mtakatifu, ambaye ndio miongoni mwa wenye nguvu watatu ambao kwa pamoja wanaitwa Yahweh Elohim. Kwa hiyo lazima tutembee kwa miongozo yao, ili tuweze kukamilisha ile mipango waliopanga dhidi yetu na kuweza kuleta kupata matokeo kama serikali binafsi, mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo kwa kadri unavyouisha uwezo wa serikali yako binafsi kwa kuishi kwa kujitegemea ndani yako Eh, kupitia kwa msaada wa Roho Mtakatifu au babu mfalme yao Elohim ndivyo unavyozidi kuwa na uwezo wa kuidhibiti dunia na kupata kila aina ya utajiri, umoja na ushirikiano eh, yani kwa watoto wa, wa, wa, kwa, yani kwa watoto wa ufalme au kwa mtoto, kwa mtoto wa ufalme haumaanishi kuruhusu faragha ya maamuzi yako sahihi ya ndani na baba yako kuingiliwa na kuathiriwa kwa hiyo tunaposema watu washirikiane, wawe na umoja, haimaanishi kwamba sisi, umoja wetu na umoja wa mfalme Roho Mtakatifu, maana yake anatusaidia katika kuweza kutuunganisha kama familia, lakini kila mmoja anakuwa na faraga yake naye kwa ajili ya kumsaidia katika mambo mbalimbali. Ndio maana umoja, ushirikiano kwa sisi haumaanishi kuruhusu faraga ya maamuzi yetu sahihi ya na baba yetu kuingiliwa na kuathiriwa na watu, hapana, kwa sababu kila mtu anawajibika na, maana watoto, sisi tuna wewe una, kama mtoto wa yale wimu unawajibika na baba yako wa mbinguni wewe binafsi, usiruhusu faraja eh, ya makundi kuharibie wajibu wako au uwezo wa serikali yako binafsi. Nguvu ya mtoto wa ufalme ni kuuishwa kwa uwezo wa serikali yake binafsi katika kutafsiri maisha binafsi kwa mtazamo usahihi wa ufalme. Ndio maana jifunze kufikiri binafsi kwa usahihi, jifunze kutafakari binafsi kwa usahihi, jifunze kuamua binafsi kwa, kwa usahihi kufanya maamuzi sahihi jifunze ufamu wako ukae binafsi na baba yako wa mbinguni, na kuchakata mambo yote kwa usahihi. Ufamu wako uwe sahihi wakati wote na kuchukua hatua sahihi bila kukubali kuathiriwa na watu, kwani kila mtu atabeba mzigo wake. Ndio maana Watesalonika wa kwanza tano ishirini na moja nasema uh, pimeni au thibitisheni kila kitu. Baada ya kupima au kuthibitisha kila kitu, sasa mtaamua kushika lililo sahihi. Unaweza kuona kwa kila mtu anapaswa kushika lililo sahihi, lakini baada ya kuthibitisha unathibitishaji yuko Baba Mwana alio Mtakatifu ndani mwako atakupa usahihi katika kuamua kila jambo. Ndio maana ahusishi kwa makundi, wewe utawajibika, wewe ndo utakaoulizwa juu ya wajibu wako na serikali yako binafsi. Ndio maana ndani ya ufalme tunafundishwa sana uwezo binafsi na mtu kuishwa binafsi ili aweze kuweza kuwa mtawala halisi na kuwa na mali na utajiri, lakini pia zimsaidie kwa ajili ya kuweza kukamilisha kusudi lake. Hilo ni muhimu sana na naomba sana tuweze kulizingatia, kwa sababu kuna nguvu kubwa na tunapoweza kuisha serikali binafsi. Unapouisha serikali yako binafsi kama mtoto wa Yahweh Elohim, utakuwa na uwezo wa kuidhibiti dunia sana. Utakuwa na uwezo wa kuifurahia na kuitawala dunia kwa ukamilifu, kwa sababu kinachotawala ni serikali. Kwa ile serikali iliyowekwa ndani mwako tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu, inapokuwa hai na inakuwa na nguvu, ndipo unaweza kuidhibiti na kuhi, kuhi, kuhi, kuhi. Kuiweka kutisha kila kitu katika dunia hii na kila kitu kitakuwa cha kwako katika jina la Baba yetu Yeshua Hamasha, yaani Yesu Kristo. Asante. Serikali ya mbinguni imbariki kila mmoja.